Tunaamini uh, huduma zetu zinaenda kuboreka, wale wachukua huduma kwetu wote wataenda kufurahia matunda ya huduma wanazozichukulia TEMESA. Hivyo basi, ningeomba uh, wadau wetu wote kuweza kutuunga mkono, kwa maana ya taasisi zote za umma na mashirika, lakini pia uh, ningependa ku, kuona kama endapo wana changamoto juu ya matumizi ya mfumo wawe wao wasiwe kikwazo, lakini wawe chachu ya kuona tuna, tuna, tuna, tunaboresha wapi. Faida mojawapo ni kutunza kumbukumbu za matengenezo hayo, na hili likiwa ni takwa la kisheria kwenye taasisi za serikali. Lakini pia mfumo huu unasaidia kufanya quality control kwenye taasisi yetu, lakini kupia upande kwa upande wa wateja, sababu mfumo umeweka uwazi wa gharama, lakini uwazi wa vipuri vinavyofungwa lakini pia mfumo huu umetusaidia sisi kama wakala kuboresha huduma zetu hasa hasa kwenye upande wa gharama. Sasa hivi gharama zetu zitakuwa zinafanana kwenye vituo vyetu vyote nchi nzima. Huu mfumo ni mzuri na utatusaidia kwa namna mbalimbali za uendeshaji wa shughuli zetu kwa urahisi, kwa sababu mwanzo ilikuwa mpaka tutembee au tupande gari tuende mpaka TEMESA tufanye mawasiliano nao tubagain bei na gharama, lakini sasa hivi tunachukua kompyuta zetu, tunaingia kwenye mfumo, tunafanya hapo hapo na details wanakuwa nazipata kwa wakati, na sisi tunapokea mrejesho kwa wakati. Yes, mfumo huu unakwenda kutatua changamoto iliyokuwepo ya mahusiano kati ya TEMESA na taasisi za serikali. Kwa mfano kulikuwa kuna upigwaji katika bei wale mawakala wa TEMESA, wa TEMESA ambao kulikuwa kuna makadirio ya gharama yalikuwa yanakuwa tofauti na bei ya soko.